ndugu wajumbe ni heshima na furaha kubwa kwangu kusimama mbele yenu leo kwa ajili ya kufunga rasmi baraza la 55 la wafanyakazi wa tanesco kwa mwaka 2026 baraza hili ni jukwaa muhimu la kujadili kwa uwazi masuala yanayohusu ustawi wa wafanyakazi maendeleo ya shirika na utoaji wa huduma bora kwa wananchi, kujitathmini na kuweka mikakati madhubuti ya kuboresha utendaji wenu kwa pamoja. Katika mwaka uliopita, tumeshuhudia mafanikio kadhaa makubwa kama vile kuimarika kwa upatikanaji wa umeme nchini, tukifikia zaidi ya asilimia 82 ya Watanzania. Hatua muhimu kuelekea lengo la umeme kwa wote ifikapo 2030. Mageuzi ya kidijitali kwenye huduma kwa wateja kupitia mifumo ya mita janja, makundi sogozi ya WhatsApp na mobile payment platforms, kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya umeme, ambayo ni umeme nishati nafuu zaidi. Jikoni pika kwa umeme. Baada ya kusema hayo Napenda kutamka rasmi kwamba Baraza Kuu la 55 la Wafanyakazi wa Shirika la, la Umeme Tanzania, TANESCO, nalifunga na rasmi leo tarehe 24 Januari 2026. Makamu Mwenyekiti, asante sana, tunashukuru sana kwa kupushika mkono na hoja zetu zote kwa kweli, zilizoletwa kwenu mlizipitisha, tunawashukuruni sana. TANESCO tunayaangaza maisha yako.